Ah, naam mwana habari mwenza, tunapoangazia swala hili zima la siasa katika taifa la Kenya, ni kwamba kwa muda sasa pameshuhudiwa serikali ikija pamoja na, na upinzani ni, eh, ni kweli bwana Jackson ee, ukikutafika nyuma kwa kuanzia mwaka wa 2007 wakati alikuwa kwenye wadhifa eh, marehemu ama hayati Mwai Kibaki, ilikuwa kuna mshikemshike baada ya uchaguzi na hivyo basi e, kukawa kuna serikali ya muungano ama ile inaitwa serikali nusu mkato kama sijakosea, pale ambapo bwana Raila Odinga alifanywa kuwa waziri mkuu wa chuo, wakati naye Mwai Kibaki alikuwa ndio rais wa taifa la Kenya. Naam, taswira hiyo imeendelea hivyo hadi mwaka wa 2017 ikikumbukwa, mm -hmm. kwamba baada ya uchaguzi mkuu ambapo rais Uhuru Kenyatta aliweza kupata ushindi, mm -hmm. aliweza kuja pamoja na kutengeneza ile iliyoitwa handshake ambapo waliweza kuungana na, na kiongozi wa upinzani huyu mmoja tu Raila Odinga. E, nakwenda kumbuka bwana Jackson, mwaka huo, mwaka 2017, wakati wakati huo, wakati ambapo walikuwa wameshikilia wadhifa bwana Uhuru Kenyatta, nakumbuka bwana Raila bwana usemi sana hata kumliko naibu wa rais ambaye sasa ni rais wa taifa la Kenya, bwana bwana Ruto, Ruto, rais William Ruto. Naam, taswira hiyo imeendelea hadi mwaka wa 2022, ikikumbukwa mm -hmm. e, kwamba baada ya uchaguzi mkuu ambapo rais wa sasa Daktari William Ruto mm -hmm. aliweza kupata ushindi set, ule mpango wa kuja pamoja kati ya serikali na upinzani umeendelea hadi sasa. Ni kweli na nakumbuka vizuri sana alipokuwa kwenye kampeni kipindi cha kampeni, kampeni ay, ba, na hata baada ya kampeni bana, baada ya uchaguzi pia, baada ya kushinda kwa muda huo mfupi, rais William Ruto alisema kwamba hatokubali eh, serikali ya muungano kwamba yeye eh, msumkate hatokubali. Naam na, na imekuwa kinaya, manake hii leo tarehe 7 Machi mm -hmm. mwezi eh, mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano kama sijakosea. mm -hmm. Uh, viongozi hawa wa upinzani ikiongozwa na Raila Odinga mm -hmm. wameweza kuja pamoja katika mkubali, makubaliano na chama tawala cha Kenya Kwanza ikiongozwa na Rais William Ruto na kweli hili ni jambo mtazamaji, ambalo linahitaji kuangaliwa na jicho la tatu. Hivyo basi, tuma maoni yako kuhusiana na swala hili kwa nambari mbili, kwa nambari 0719137680 naam. Endelea kuwasiliana nasi katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, Instagram, TikTok pamoja na YouTube.